Tangazo la nafasi za kazi, Halmashauri ya Wilaya ya Mlimba. Nafasi zilizotolewa ni afisa ugani, field extension officer. Hapa kuna nafasi mbili. Sifa za mwombaji ni elimu ya kidato cha 4 au sita, mwenye shahada bachelor degree za fani za kilimo agricultural development, mali asili, ardhi, mazingira, maendeleo ya jamii Aa, awe na uzoefu wa angalau miaka mitatu, mwenye uzoefu wa utekelezaji wa miradi ya usimamizi wa mali asili. Lakini pia awe na ujuzi wa kuongea na kuandika lugha za Kiingereza na Kiswahili kwa ufasaha. Awe na leseni ya udereva ambayo haijakwisha muda wa matumizi, valid drivers license, na aweze kuendesha pikipiki. Kazi na majukumu ni kusaidia kuratibu mikutano na semina kwa jamii, <coughs> kurekodi taarifa za shughuli kutoa taarifa ya hali ya shughuli za miradi Ngazi ya mshahara ni kwa mujibu na taratibu zilizowekwa na wasimamizi wa mradi. Masharti ya ajira ni, masharti ya ajira ni kwa mkataba wa mwaka mmoja na unaweza kuisha hadi miaka minne. Mambo muhimu ya kuzingatia kwa waombaji, kwa mwombaji, mwombaji awe raia wa Tanzania, mwombaji ambatanisha maelezo binafsi barua ya maombi andikwe kwa mkono. Mwombaji aambatanisha kitambulisho cha uraia au awe na namba ya uraia NIDA. Maombi yote yaambatane na nakala ya vyeti vya taaluma, vyeti vya kidato cha 4 na sita, na cheti cha kidato cha 4 na sita, cheti cha kuzaliwa na picha mbili passport size za rangi, katika barua ya maombi, na ziandikwe jina kwa nyuma kama kaa Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 10 Oktoba 2025. Namba ya kutuma maombi. Maombi yote yatumwe kwa njia ya posta, na barua ya maombi iwe na viambatanisho vifuatavyo: wasifu binafsi vivuli vya vyeti vya elimu na ujuzi, cheti cha kuzaliwa, picha mbili za passport size na barua mwombi, kwanwani, ifuatayo, mtendaji, ya maombi tumwe kwa anwani ifuatayo: mkurugenzi mtendaji almashauri ya wilaya Mlimba, SLP 263 Ifakara. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii. Asante na karibuni.